Mik kama Aisha Mwajumla, naye mtangazaji wetu wa ishara ni Judith. Hatimaye mshindi wa uchaguzi mkuu nchini Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM John Pombe Magufuli ame shwa rasmi leo kama rais wa tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 25 mwezi Oktoba. Kulingana na tume ya kitaifa ya uchaguzi nchini Tanzania, Magufuli amechukua wadhifa huo baada ya kujinyakulia asilimia 58 ya idadi ya kura nchini humo. Mwanahabari wetu Sofia Mwakio na taarifa hiyo mm John Pombe Joseph Magufuli naapa kwamba nitakuwa mwaminifu. Katika hotuba yake baada ya kuapishwa, Magufuli amewataka viongozi wa upinzani kushirikiana na serikali yake ili kuendeleza taifa hilo. Magufuli ameipongeza tume ya uchaguzi kwa kufanya uchaguzi ulio huru pamoja na vyombo vya usalama vilivyoimarisha amani. Magufuli amechukua mamlaka hayo baada ya aliyekuwa rais wa Tanzania, Jakaya Kikwete, kukamilisha hatamu mbili za uongozi. Hata hivyo, duru zinaarifu kuwa wagombea wa upinzani walikwepa hafla hiyo kwa madai ya udanganyifu wakati wa uchaguzi. Marais kutoka mataifa mbalimbali ya bara Afrika, akiwemo Uhuru Kenyatta wa Kenya aliandamana na mkewe Margaret Kenyatta, Yoweri Museveni wa Uganda, Paul Kagame wa Rwanda pamoja na Pierre Nkurunziza wa Burundi miongoni mwa marais wengine wamehudhuria sherehe hiyo. Maelfu ya Watanzania wamehudhuria sherehe hiyo iliyofanyika katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Sofia Mwakio Pwani TV.